Asante kwa kuendelea kutuchagua lakini zaidi kwa kuichagua Azam TV. Na zaidi ya zaidi ni kutumia kisimbuzi cha Azam TV, kisimbuzi ambacho kinahakikisha burudani ni kwa wote kinahakikisha burudani ni kwa makundi yote, uwe mtoto, uwe kijana, uwe mtu mzima, uwe mzee, uwe wa kike, uwe wa kiume, e, uwe mwenye shida yoyote ama changamoto yoyote ya kiafya ama hauna changamoto yoyote ya kiafya. Na hiyo ndio maana sahihi ya kwa wote, bila kujali ni nani, uko wapi na ni kwa wakati gani, burudani tunahakikisha zinakufikia maalum kabisa leo, tunaenda kuzungumza na wale ambao wanafanya malipo kwenye kisimbuzi cha Azam TV kimakosa. Umefanya malipo, lakini pengine hukudhamiria kufanya malipo hayo, ama umefanya malipo lakini kiwango hakijajitosheleza. Lakini unafahamu kuwa tuna mgodi mpya kule Chanika. Tunaye hapa Hafidh Swai ambaye uh, atatuambia uh, kwa kina Eh, kuhusu hayo ambayo nimekugusia karibu sana, Hafidh. Shukran dada Balkis. <coughs> Nzima. <coughs> Nzima. Namshukuru Mungu. Mm, tupo na somo. Inaendelea. Okay, tumekuwa na mfululizo sasa wa kuendelea kutoa elimu uh, yeah, kwa watumiaji wa kisimbuzi chetu cha Azam TV Sahihi. Leo tunawagusia wale ambao wamefanya malipo kimakosa uh, tukisema kimakosa hasa maana yake ni ipi? Ya, mteja ambaye analipia kimakosa hasa, tukirudi nyuma kwamba tuna hii kampeni yetu mpya ya Kiwashe. mm-hmm. tunamwambia mteja ambaye alikuwa amekiweka kando kisimbuzi chake kwamba hauna haja ya kukiweka kando, rudi Kiwashe, ili uweze kupata huduma zetu. so, so. Sasa huyu mteja anaweza akakitoa kisimbuzi chake then anakiweka, anataka kufanya malipo halafu anajikuta amelipia kadi ambayo sio sahihi, yaani alikusudia kulipia kisimbuzi chake anajikuta amekulipia Bwana Jafar. Ndio sasa, huyu ndo ambaye tunamkusudia na tunapozungumzia mteja ambaye amelipia kimakosa, wanakuwa wapo katika aina tatu. hmm. Wa kwanza kabisa anakuwa amelipia kwenye kampuni ambayo sio ya Azam kwa sababu unapoenda kwenye menu ya malipo kwa mitandao ya simu inakupa option ya ving'amuzi, unakuta pale listi ya kampuni ambazo zinatoa hizi huduma za kisimbuzi mm. Sasa badala ya kuchagua Azam anajikuta amechagua kampuni tofauti, then anaweka namba ya kadi ya kisimbuzi chake cha Azam. Sasa umechagua kampuni tofauti ambayo sio ya Azam, lakini unaweka namba ya kadi ya Azam, huenda malipo yakafika huko kwenye hiyo kampuni, kwa sababu sisi hatujui taratibu zao. sasa anapokuja kugundua kwamba nimelipia kampuni ambayo sio ya ya ya Azam, lakini namba ya kadi niliweka ya Azam, lakini na pesa imekatwa huenda pia ameweka kifurushi kama cha Azam TV. Huyu sisi tunamshauri awasiliane na mtandao wa simu ambao ametumia kufanya malipo, lakini pia anaweza akawasiliana na kampuni ambayo ameilipia kule, ambapo ujumbe ule wa kuthibitisha malipo unamwambia malipo yako yamekamilika kwenda kampuni fulani wasiliana na hiyo kampuni, wafahamishe kwamba kuna malipo nimelipia kuja kwenu kimakosa, sikukusudia kulipia kuja kwenu. Kuna kisimbuzi changu cha Azam nimekiwasha, ndo nilikusudia kukilipia sasa. Lakini mteja wa pili ni yule ambaye anakuwa amelipia kwenye kadi ambayo sio sahihi, huenda mm. Hawa pia wanaingia wale ambao wamelipia kwenye visimbuzi ambavyo bado havijasajiliwa. Hii, haya malipo hayatokamilika. Kwa maana namba zetu za kadi sisi huwa zina tarakimu 12 mm, tuchukulie katika kuandika, mtu ameandika tarakimu 11 mm, hayatofanikiwa. Mtandao wa simu utamfahamisha kwamba namba ya kadi ambayo umeweka sio sahihi, kwa hiyo hatokatwa pesa so. inawezekanaje mteja akawa na kisimbuzi lakini hakija akija sajiliwa? ya kuna wateja ambao huwa wananunua kwa mawakala wadogo, inawezekana kipindi ananunua bado hajawa tayari kuanza kukitumia, kwa hiyo anakuwa hafuatilii kuhakikisha kama usajili wake umekamilika, umekamilika, lakini inawezekana kuna mtu alimnunulia mtu, akampa zawadi, kwa hiyo hakutaka kujisumbua kipindi hicho, akawa amekiweka ndani. Baada ya kusikia kiwashe kiwashe, ndo anakuja sasa, anakuta kumbe kilikuwa hata kusajiliwa bado hakija kusajiliwa. Endapo anaona yameshindikana, akihakiki ile namba ya kadi akaona ni sahihi, basi ana nafasi pia ya kuwasiliana na sisi ili tuweze kumsaidia katika suala zima la usajili na akifanya malipo baada ya hapo yatafanikiwa. Mteja wa tatu ambaye hasa huyu ndo wa mwisho katika hili kundi la malipo yanayofanyika kimakosa ni mteja ambaye badala ya kulipia kisimbuzi chake amelipia kisimbuzi cha mteja mwingine wa Azam TV. Nilikusudia kulipia kisimbuzi changu, nimelipia cha bwana Jafar, badala ya nne nimeweka tano, eh, badala ya nne nimeweka tano na imeenda mm kwa sababu kama ingekuwa ile namba sio sahihi yangerudi, lakini kumbe ni sahihi, imeenda mm. Imeniambia malipo yamekamilika kwenda Azam TV namba ya kadi hiyo hapo, na kweli nikiangalia, ah, huenda ni namba ya kadi nayoifahamu hii mm. Bwana ah, kumbe hii namba nilishawahi kumlipia bwana Jafar, lakini nataka sasa haya malipo yarudi kwangu yeah. Sasa huyu mteja kwanza, ambacho tunamshauri anapogundua kwamba amelipia kisimbuzi ambacho sio chake, asifanye chochote, kwa sababu msaada pekee ambao anaweza kupata hapo ni kutoka kwetu moja kwa moja, kwa maana kwa kuwasiliana na sisi. Kwa nini nasema asifanye chochote? Kuna mteja ambaye analipia kimakosa kisha baada ya hapo, badala ya kuhakiki, kwa sababu anakuwa amewasha kisimbuzi, alafu anaona bado hapati huduma, badala ya kuhakiki kwamba je, kweli haya malipo nimefanya kimakosa, anaingia kwenye ile menyu yetu ya nyota 150 nyota 50 nyota 5, anaenda kubadilisha kifurushi sasa akibadilisha kifurushi kuna madhara. Bwana Jafari, ulikuwa na kifurushi chako cha elfu thelathini na tano naenjoy mm. chaneli zote kama kawaida. mimi nimelipia kimakosa elfu ishirini na nane au elfu kumi na mbili, mm. kwenye kisimbuzi chako, halafu naingia kubadilisha kifurushi naweka cha elfu kumi na mbili bila shaka kuna chaneli ambazo ulikuwa unapata utazikosa kwa, mwesha... yule ehe, kwa yule ambaye umemlipia kwa mm. sababu umelipia kimakosa kadi ya mtu mwingine mm. na yeye muda huo anapata huduma alafu wewe unambadilishia kifurushi mm. tayari kuna kosa umemfanyia huyu. Sasa endapo unakuja kwetu baada ya kuwa umeshabadilisha kifurushi cha mteja mwingine, sisi tuna haki pia ya kukuambia kwamba kuna mtu ambaye tayari umemdhulumu alikuwa na huduma yake anaendelea nayo, umeikatisha huduma yake mm. Alafu umemweka kwenye kifurushi ambacho hakukikusudia. Kwa hiyo mm. inabidi sisi hasa tuangaike na huyu, tuna mkompaseti vipi kuliko wewe. Lakini endapo umelipia kimakosa na, alafu, na, na, na, uh, vipi, vipi kama huyu ambaye amelipiwa sasa, ameongezewa kifurushi kimekuwa cha juu, bado pia kwa sababu ina sisi tuna siku mbili za kumwezesha mteja kubadilisha kifurushi yeah. Tuchukulie yule mteja ambaye alikuwa na kifurushi chake cha elfu kumi na mbili ambaye wewe umemlipia kimakosa elfu ishirini na nane mm, yupo kwenye siku ya kumi, muda ambao hatuwezi tena kubadilisha kifurushi mm, ukambadilishia kifurushi ukaweka cha elfu ishirini na nane ina maana umeua kifurushi chake kile cha elfu kumi na mbili kimeisha. Ile siku umemwanzishia cha elfu ishirini na nane Tukisema tunaitoa ile elfu ishirini na nane tunakurudishia kule, anabaki bila kifurushi, kwa hiyo ni kosa tayari kwa hiyo sisi tuna haki ya kumlinda yule. Tutakwambia mlipie elfu kumi na mbili yake tukurudishie elfu ishirini na nane yako au kubali kupoteza af, mm, afurahie kifurushi cha elfu ishirini na nane. Lakini tuchukulie haujafanya mabadiliko yoyote, mm, umelipia akaunti kimakosa. Kwanza kabisa jitahidi usifanye chochote, lakini pia jitahidi kuripoti ndani ya siku mbili tangu umefanya hayo malipo kimakosa. Mtu mwingine anaweza akaona nimelipia kimakosa, anaacha Ntawatafuta. Inapita mm, siku ya kwanza mm, siku ya pili ni siku ambazo tunazitoa ili kuweza kukusaidia, kwa sababu kwenye hii mifumo kama ambavyo tumesema, kifurushi tunaweza tukabadilisha ndani ya siku mbili. Kwa hiyo ndani ya hizo siku mbili tuna haki ya kucheza na ile pesa yako kama ambavyo utataka, lakini zikishapita hapo tayari tunakuwa tupo nje ya uwezo huo. Kwa hiyo hata ukija siku ya tatu, tuna haki ya kukuambia bwana ndani ya siku mbili zote hizi uliona uli, uli kwamba umefanya malipo kimakosa ukashindwa kutujulisha. Inawezekana ulikusudia ila sasa haya mawazo ya kwamba kusema nimelipia kimakosa yamekuja baada, sio kwamba ulikosea Mdia. Ulilipia kiusahihi alafu baadaye unatafuta namna ya kuirudisha so. hapo hapo tukumbushe sasa uh, na hasa kwa mtazamaji wetu kule, namna sahihi ya kuripoti tatizo kwa huduma uh, kwa wateja Azam TV ya, sisi tuna namna tatu ambazo ni rasmi mteja anaweza kuwasiliana na sisi kuripoti changamoto yake. Namna ya kwanza mteja anaweza akapiga simu kwenye namba zetu, tuna namba za Voda, Tigo na Airtel. Lakini namna ya pili mteja anaweza akatu text WhatsApp Dibu, namba yetu ya 0677996611 akawasiliana na sisi, na namna ya tatu anaweza kutuma email akituma email tunaweza tukamsaidia. Ambacho anatakiwa kuhakikisha mteja, muda ambapo anawasiliana na sisi kwa changamoto ya malipo yaliyofanyika kimakosa, ni kuhakikisha kwamba taarifa za malipo aliyoyafanya anazo zote. Usiripoti changamoto muda ambapo zile taarifa anazo mtu mwingine, sisi tutashindwa kukusaidia. Ukiwa nazo, tunakuwa na nafasi ya kuhakiki kwamba ni wewe kweli umelipia na haya malipo kweli yanakuhusu kwa sababu mtu mwingine anaweza akaokota tu karatasi ya malipo, tuchukulie umelipia kwa wakala, yeah. Akaona kikaratasi akasema, bwana haya malipo niliyafanya mimi. Hana taarifa za hicho kisimbuzi alicholipia, hana taarifa za wakala yupi. Kwa hiyo cha kwanza anatakiwa ahakikishe anazo zile taarifa. Kwa maana kama amelipia kwenye simu, anayo ile message ya kudhibitisha malipo; kama amelipia kwa wakala, anayo ile karatasi. Na baada ya hapo akisha tupa zile taarifa, sisi tuna haki pia ya kuzihakiki, kwa sababu malipo anapofika tunaona taarifa, ndio anapotusomea taarifa, sisi tunapima kwamba anazotoa na tulizo nazo ni sahihi. Tumeridhika ni sahihi, hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili ni kuhakikisha, je kweli huyu aliyeripoti anahusika na haya malipo? Namna ambayo tunaitumia ni kuwasiliana na namba ambayo imefanya malipo, mm. kwa hiyo tuchukulie, mteja, ulilipia kwa simu yako, sisi tutakupigia ili kuhakiki kwamba, je, aliyefanya haya malipo anafahamu ili ombi la kuyahamisha. Sasa. Lakini kama umelipia kupitia wakala, tunakushauri wasiliana na wakala, mjulishe kwamba yale malipo ambayo umenifanyia nilifanya kimakosa. Kwa hiyo, Azam akikupigia wa basi, waambie kweli yanastahili kuhamishwa. Sisi tukishajiridhisha kwamba ombi ni sahihi, sio batili, basi tunaweza tukakuhudumia ndani ya dakika tano mpaka ishirini, tunakuwa tumeshayahamisha na baada ya hapo ukiwasha kisimbuzi chako ndani ya dakika tano unaanza kupata huduma. Sasa hizi ni zile changamoto ambazo tunasema mteja lipia mapema kuepuka usumbufu usu usu, kwa sababu inawezekana mtu ulikusudia kuona mechi saa kumi ukaja saa kumi umelipia alafu kumbe umelipia kisimbuzi sio chako, unapoanza kutafuta huduma msaada wa kuhamisha haya malipo mpaka tunakuja kukuhamishia unaweza ukakuta ile mechi imeshaisha. Sasa uh, tunakushukuru sana. Naona sasa mmewafikia na wakazi wa, wa Chanika ya tunawakaribisha pia kwenye mgodi wetu mpya mm, ambao upo kituo cha hostel. Mteja akiwa na changamoto kama hizi, nimelipia kimakosa, anaweza akafika. Mm, anahitaji kununua, anaweza kufika, anahitaji kulipia, kujisajili Azam Pesa, anaweza kufika, cha muhimu akiwashe akiwashe